Unafahamu jinsi ya kuchagua eneo bora la kuanzisha biashara? Kama hufahamu jinsi ya kuchagua eneo la kuanzisha biashara, nitakueleza vigezo vya kuchagua eneo la biashara. Mwisho wa video hii utakuwa na mpango kamili wa kuchagua eneo la kufanya biashara. Sasa kuna vigezo saba vya kuchagua, lakini kigezo cha tano hiki ndicho kina changamoto za uchaguzi. Sasa hebu tuangalie vigezo saba vya kuchagua eneo bora la kufanya biashara kama ifuatavyo: namba moja ni eneo ambalo lipo karibu na kituo cha mabasi au daladala. Kwa kawaida maeneo ya karibu na vituo vya mabasi au daladala yanakuwa na mkusanyiko mkubwa wa watu kuna watu ambao wanakwenda kwa ajili ya kutafuta usafiri, lakini pia kuna watu wanaokwenda kwa ajili ya kusindikiza wanaosafiri, na pia kuna wanaokwenda kupokea wanaofika na mabasi. Kwa hiyo ukiwa makini, utaweza kuchagua kundi la wateja ambao unaweza ukawahudumia kutokana na aina ya biashara unaotaka kuanzisha. Eneo la pili ni eneo ambalo lipo karibu na sokoni au kwenye masoko. Hili nalo ni eneo ambalo lina mkusanyiko mkubwa la watu. Kuna watu wanakwenda sokoni kwenda kununua bidhaa mbalimbali, lakini pia kuna wale wafanyabiashara ambao wako sokoni, lakini pia wanaweza wakahitaji mahitaji kutoka kwenye biashara yako utakayoanzisha na kuna wale ambao wanakwenda kwa ajili ya kusindikiza wenzao ambao wanakwenda sokoni. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa ukapata wateja kutokana na aina ya biashara ambayo utakayoichagua hapo karibu na soko. Eneo la tatu ni eneo ambapo lipo karibu na chuo au shule. Sasa karibu na shule au chuo kuna mkusanyiko wa watu wengi na hasa hasa kundi la wanafunzi, lakini pia kuna walimu na kuna wengine wanakwenda kwa shughuli mbalimbali kwenye shule au kwenye chuo. Sasa, jambo la muhimu ni kuangalia aina ya biashara unayotaka kuanzisha, kwa sababu sio kila aina ya biashara inafaa karibu na chuo au shule. Kwa hiyo chagua aina ya biashara ambayo itakidhi matakwa ya wateja ambao wako shuleni au kwenye chuo. Namba nne ni eneo ambalo lipo karibu na hospitali au dispensari. Hapa napo pana mkusanyiko mkubwa wa watu. Sasa ni inategemea na aina ya biashara ambayo wanataka kuanzisha, lakini mara nyingi kuna watu wengi wanakwenda kwa ajili ya kwenda kuangalia wagonjwa lakini kuna watu wanakwenda kwa ajili ya kupata huduma za hospitali na kuna wengine wanakwenda kwa ajili ya kusindikiza wenzao ambao wanakwenda hospitalini. Sasa jambo la muhimu ni kuangalia aina ya biashara unataka kuanzisha, ambapo unaweza ukapata kundi la wateja kapo kwenye hospitali. Eneo la tano ni karibu na viwanda au maofisi. Karibu na viwanda au maofisi kuna mkusanyiko mkubwa wa wafanyakazi, yani wafanyakazi ambao wanakwenda kwenye ofisi au wafanyakazi ambao wanakwenda viwandani, na hawa wana mahitaji yao mbali mbali. Sasa kutegemea na aina ya biashara unataka kuanzisha, inaweza likawa nao ni eneo zuri, kwa sababu kwa kundi la wateja ambao utakao lichagua, inawezekana kabisa wakapatikana kwenye viwanda au kwenye maofisi. Eneo la sita ni karibu na taasisi za serikali ambazo zinatoa huduma. Sasa haya maeneo ni kama vile karibu na ofisi za TANESCO au mamlaka ya maji au TRA. Sasa pale watu mbalimbali wanakwenda kwa ajili ya kupata huduma. Kwa hiyo kutegemea na aina ya biashara ambayo unataka kuanzisha, kuna uwezekano mkubwa ukapata wateja wa kutosha kwenye hayo maeneo ambayo yapo karibu na taasisi za serikali zinazotoa huduma mbalimbali. Eneo la saba ni lile eneo ambapo kuna kuwa na biashara nyingi zipo karibu karibu, au maduka mengi hapo karibu karibu. Sasa hapa ni rahisi kupata wateja kwa sababu wateja wengi wao wanakwenda kwenda kwenye biashara mbalimbali kwenye eneo lenye mkusanyiko wa maduka na hapo kama na wewe una biashara yako inakuwa rahisi kupata wateja. Kwa hiyo kutegemea na aina ya biashara unataka kuanzisha, kuna uwezekano mkubwa ukapata wateja wengi kwenye eneo ambalo lina msongamano mkubwa wa maduka ya biashara mbalimbali. Sasa nina wito eh, kutokana na haya niliyoongelea, haya mambo saba, ni jambo gani au mambo gani unafikiri yamekuvutia? kutokana na uchaguzi wa eneo la kuanzisha biashara. Sasa, kama kuna changamoto kuhusiana na hayo maeneo nilokuambia, basi niandikie na mimi nitakusaidia kukupa mawazo mbalimbali mbali. Jambo lingine, naomba usubscribe huduma zetu ili usikose kuona vipindi vyetu vya Tan Business Channel vinavyotangazwa eh, kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kutokana na haya niliyokwambia, je, uko tayari kuanza biashara yako mara moja? Kama ni kweli unamtaji kiasi gani? Niambie na mimi nitajaribu kukuelekeza jinsi ya kufanya ili uweze kufanikiwa kuanzisha biashara yako. Naona niishie hapo. Mimi ni e, mtangazaji wa hii video, jina langu naitwa Ali Mwambola, na asante na karibu tena.